Haya mabosi zangu, wale wanahitaji pressure pump hizi hapa. Pressure pump kwa ajili ya kukoshia magari, Honda ama chochote kile. Location ni Mchina Mwanzo Zanzibar. Inakuja kama unavona hapa kwenye upande wa package yake mesi meona mpira yenyewe ndo uhapa unakuja, wacha nimfungue hapa ndani uweze kuuona, angalia vizuri ndani. Nesaka umeuona huu, unakuja na gani yake. Gani yake ni hapa ambayo una connect na huu mpira wenyewe halafu unaendelea kutumia huu mpira unakuwa ni mita 30. Unaweza kushangaa kidogo, kwa sababu vile ni mdini, lakini huu ni flexi nimesimona huu ni flexi, yani una uwezo wa kunyumbuka. Kwa maana hiyo, kama unahitaji kutumia, unaunganisha na mfereji ama, wenyewe mnaita bomba, watu wetu, ama ndugu zetu wa Tanzania bara mnaita bomba, unaunganisha na bomba lako. Ukisha kuunganisha na bomba lako unaunganisha na mpira halafu unatumia pressure pump hapa kuweza kufanyia shughuli yako kama unavyoona hapa. Kwa hiyo kama unahitaji mashine unaweza kaipata kwangu 0656 9481 90, location Mchina Mwanza, Zanzibar. Ziko vizuri sana sana sana sana, zina nguvu sana, lakini nguvu yake inategemea na mfereji wako, ama unaweza kusema inategemea na bomba lako. Kama bomba lako lina li nguvu vizuri zaidi, basi na hii pressure pump ina uwezo wa kupiga kazi vizuri zaidi. E bwana, unaipata kwa shilingi elfu ishirini na nane tu, unaipata kwangu kiwa mpya kabisa, full box. Unaweza kuona na hii hapa ndio sehemu yake ambayo unaunganisha na bomba lako, ama unaweza kusema na ule mfereji wako, nisimeona. Alafu unakosha kama ni gari, kama ni chochote kile ambacho unahitaji kukoshea, hichi hapa E bwana, inipigia raka sana, 0656 948190. Kama unahitaji kuja kuiona, location mchina mwanzo. Urefu wake ni mita 30 na sita, kwa umeiona hapo mita 30 hii hapa ni simeiona okay, 100 feet ama unaweza kusema futi 100 hii hapa. Kwa hiyo njoo haraka sana, mchina mwanzo Zanzibar, unapata pressure pump yako ikiwa full box kabisa. Zero kilomita wenyewe wanakwambia, unaanza kutumia mwenyewe. Waya haraka sana namba ambayo nimekupatia hiyo.